Tunapenda kutoa wito kwa vyombo vya dola vilivyoko chini ya mamlaka yake kuwa na weledi na uadilifu mkubwa katika kutimiza majukumu yao. Mahali pengine, tumeona kwamba kumetumika nguvu ya ziada, na hata watu wasiokuwa na hatia, wakati mwingine kujeruhiwa, kupigwa na kadhalika. Haya tunapenda kusema, hatupendi kuyaona katika nchi yetu. Tukumbuke viongozi wa dini ndio kimbilio pekee na la mwisho la na lililobaki la utetezi wa wananchi katika masuala mbalimbali yanayogusa maisha yao kimwili, kiakili na kiroho. Tunao wito wa kushirikiana na wote wenye nia nzuri wanaolitakia taifa hili la kwetu, nchi yetu hii, amani, maendeleo endelevu. Tushirikiane nao, tuwaunge mkono, tusiruhusu ubaguzi unaozaa chuki na mafarakano baina yetu wa Tanzania, bali kila mmoja aone uso wa mwingine, aueshimu, aheshimu utu wake, kwamba huyu sio tu ni mwanadamu mwenzangu, kiumbe wa Mungu mwenzangu, lakini Mtanzania mwenzangu, na hivyo awajibike kwa nafasi yake, kwa weledi, kwa maana sisi sote tutakuja kudaiwa hesabu ya chochote tunachokitenda kama viongozi wakati wa uongozi wako, na kama raia katika nafasi yako uliopewa na jamii. Na kama viongozi wa kiroho tukumbuke kwamba tunahitaji kuainisha mambo haya na e, afya ya kiroho. Mimi naamini kabisa katika nafasi zetu tukifanya wajibu wetu sawasawa sawa. Watu watageuzwa mioyo yao, watakuwa na hofu ya Mungu na watayatenda yale ambayo Mungu anataka yatendeke, na yanapotendeka hivyo, mimi sina mashaka, nchi yetu itabarikiwa, waumini wetu wakibarikiwa, na sisi vile vile tunabarikiwa. Ninawashukuruni sana kwa kunivumilia eh, na kwa kunisikiliza. Nimalizie kwa kusema tena kwa salamu yetu hii dini mbalimbali mbali. Na upendo, haki na amani. Asanteni. Mungu awabariki.